Kama unataka kuishi umri mrefu bila kuwa na magonjwa ya lishe, na kushauri utumie kinywaji hiki, kinaitwa maji. Maji ndo kinywaji pekee ambacho kitakusaidia wewe uishi umri mrefu bila magonjwa ya lishe. Maji yanasaidia kuhakikisha shughuli zako za mwili zinafanyika katika spidi inayotakiwa. Maji yanasaidia kuondoa sumu katika mwili wako. Maji yanasaidia wewe utakate ngozi yako iwe nzuri, pale sumu zinapokuwa zimenaswa zimetolewa nje na maji. Maji yanasaidia wewe umeng'enyaji wa chakula uweze kufanyika katika ufanisi unaotakiwa. Maji ni muhimu sana katika mwili wako. Sehemu kubwa ya mwili wako ni maji. Kosa la watu wengi ni kwamba sehemu au nafasi ambayo maji yanatakiwa yaingie mwilini, sisi tunaweka vinywaji vingine vilivyojaa sukari, vilivyojaa kemikali ambazo zinatuuguza. Hebu fikiria, umemaliza kula chakula chako kizuri, umepika. Badala ya kuyapa nafasi maji, wewe unaweka juisi, wewe unaweka soda, vitu ambavyo vimejaa sukari nyingi, vimejaa kemikali nyingi. Unafupisha umri wako wa kuishi hapa duniani, unafupisha umri wako wa kuishi kwa furaha na amani e, bila maumivu ya mwili hapa duniani. Hebu fikiria, umetoka kwenye mazoezi, umefanya mazoezi ambapo umevuja jasho jingi, mwili umechoma mafuta mabaya, mwili ume umedetox wewe unafika nyumbani unashushia soda. Wewe unafika nyumbani unashushia juisi. Wewe unafika nyumbani unatumia kinywaji ambacho kinabomoa afya yako. Yape nafasi maji. Umefanya shughuli zako nzito, umekaa sehemu, sasa unataka eh, kupata kitu cha baridi, tafuta maji. Maji ndo kinywaji pekee ambacho kitakusaidia siku zote katika afya yako. Hakikisha una tagi watu wengi zaidi video hii waweze kuelimika wajue umuhimu wa maji.